Okay guys, mambo vipi, it's me again Bongo Information Technology. Okay, leo nitakufundisha jinsi ya kuweza kuyapata masaa elfu nne YouTube. YouTube ni moja kati ya platform ambayo inalipa, lakini vigezo vyake ni kwamba unakuomba uwe na subscribers elfu moja lakini pia uwe na masaa elfu nne ndani ya mwaka mzima, kwa ndani ya mwaka mzima uwe tayari umeshakamilisha masaa sasa leo nitakufundisha jinsi gani ambavyo unaweza ukapata masaa elfu nne. Kupata subscribers elfu moja sio shida. Hiyo unaweza ukapata je? Vipi kuhusu masaa? Masaa elfu nne unayapataje? Okay. Kuna application ambazo zipo lakini hii hapa ni moja kati ya application nzuri ambayo utaitumia wewe kuweza kukamilisha ama kupata hayo masaa elfu nne. Haya, tunaenda Play Store. Utafungua Play Store yako Ukishafungua Play Store yako, enda katika sehemu ya, ya search, search application moja inaita multiple. Nito multiple. Multiple. Nito multiple. Nito multiple. Watch Time. Download hiyo application

hii ni aplikeshen ambayo ina matangazo, sawa, lakini lazima uvumilie. Ni aplikeshen ambayo inakusaidia wewe kuweza kuyapata masaa elfu nne ya kule YouTube na ili uweze kulipwa, hii hapa itakusaidia sana. Sasa tunaangalia hivi masaa ayo elfu nne unayapataje? Iko hivyo, ukiangalia ndani ya hii aplikeshen, kwa juu hapa kuna vialama vitatu, lakini huko tupa, lakini ukipagusa inakuonyesha kwamba ni vitu vichache tu, kuna check update late ni nanini, like kila kitu, si ndio? Lakini hapa hivi ndo same, yani same, same main point. Tunaenda hapa, hii ndo main point ya kwetu ukiangalia, okay. Point ya kwanza hapo inakuonyesha kwamba get more viewers in tab. Your video must see, be long than one minute kwamba wanakwambia hii okay, ya kwanza h hii ya kwanza hii, hii unapata viewers wengi kwenye YouTube. Unapataje viewers? Kuna gusa hako kwa mshale, unaona huu mshale, ukigusa huu mshale unaenda kwenye video yako YouTube. Mfano mimi tayari ninayo video yangu, unagusa hapa, unapaste link yako. Ukisha paste link yako unaenda kwenye video yako wewe una paste link unaiweka hapo in link ya video ambayo una share kwenye watu tofauti tofauti. And then baada ya hapo una choose hapa, mfano uki choose window 2 ina maana ni tuseme kama ni window 2, si ndio? Uki choose window 4 ni window 4, si ndio? Mimi nilikuwa nachagua window 8 eight. hivi hivi. Baada ya kuchagua inakuwa ina alama ya njano And then baada ya hapo nagusa hapa palipoandikwa alama ya tiki ama alama ya mshale. Nagusa. Sasa ngisha gusa video zinakuwa ziko nane. Kwa hiyo inaangalia hapo juu. Hapa juu inahesabu dakika moja. And then hapa hivi video inakuwa inaonyesha kama vile mimi tangia niangalie ilikuwa haina viewers. Mfano tuangalie hii video. Hii ndio video ambayo nimeipost mimi. Ukiangalia hii video vizuri, ikiwa amekosea basi simu hiyo itampiga picha hiyo. Ina maana kwamba utakuta simu ya nimepiga pause kidogo. Hiyo ni video ambayo nimeweza kuyapandisha, nimeipandisha hivi karibuni. Ukifuatilia moja, tukiangalia hii video hapa, inaonesha kabisa kwamba ina dakika thelathini. Ah, see ina dakika thelathini paka sasa hivi haijawa na viewers hata ane, haijawa na viewers hata mmoja, lakini ukiangalia hapa hivi mimi ndio Windows 8. Windows 8. Inamaana kwamba kila baada ya dakika moja inahesabika ni viewers nane. Imagine, hapa shahesabika viewers nane. Inajiload tena inaanza upyo, kiangalia hapa juu pamehesabika viewers nane. Twende kwenye video tuangalie kuna viewers nane kweli, video yetu si ndio ile ile ya kwanza? Tuangalie kuna viewers nane tayari au la, tunaangalia hapa Kumbuka, video ambayo unatakiwa iweke huku na iwe na zaidi ya dakika moja, kwa maana ikiwa ni dakika moja kamili, hiyo ni, ni short. Tuangalie ile video yetu, inaonyesha bado ni viewers hii. No viewers okay. K, tutakuja tuta kuangalia tena, tuendelee hapa. Sasa hivi ina hesabu kwao, ndio hivyo hivyo, ukiangalia yes, hapa inakuonyesha hapa sekunde ya tano viewers wako nane. Ni nane kweli? hapa pia unakuwa unaona, kwa tuipe muda kidogo, then tu, tuone inabadilika, kama bado imebadilika. Tena inaanza upya, ushafika viewers kumi na sita huku ni viewers wangapi? hivyo hivyo kwa inakuwa ni hivyo kwa unaweza easy Bongo Information Technology. Okay, leo nitakufundisha jinsi gani ambayo unaweza ukasiti simu yako again. Bongo Information Technology. Okay, simu yako ikawa salama zaidi endapo mtu akiwa anatoa. Okay, simu iliweza ku <laughs> iliishiwa chaji nikatumika chaji ndani ikaanza upya, ko unavyoangalia hapo juu pameanza upya, lakini kumbuka sisi tumesha angalia sawa. So, basi password hiyo ile ambayo maana kwamba ukiangalia hii hi video tayari hapo ina, ina viewers watano, na ukiangalia viewers watano hao ni dakika hizi tu, kwa ina maana inafanya kitu kimoja. Hii issue naifanyaje? Issue ni nzuri, ukiifanya ukiwa peke yako ama ukiwa kwenye kundi la watu, unawaomba unawasha simu na iwe sehemu yenye wifi. Ukifanya hivyo ni, unakuwa unapata ni, ni, viewers wengi sana yani viewers unakuwa unawapata wengi sana. Hii ni description unavyoiona dakika like, moja zimeisha shpata viewers nani. Kwa hiyo ni njia ambayo nimekuambia ni njia ya kupata viewers. Je, njia ya kupata masaa unaipatia wapi? Tunaenda okay, kwenye njia ya kupata masaa. ilikuwa ni njia ya kupata nini, ya kupata viewers. Vipi kuhusu masaa? Ukiangalia hiyo hiyo njia ya kwanza ilikuwa ni hii ya kupata get more viewers in tab, lakini sasa hivi tunapata get more watch time in tab. Hii tukigusa hapa, tunaenda kutafuta watch time. Ina maana kwamba tunagusa kwenye window, tunapaste link yetu kawaida hapa link ya video hapa and then tunagusa pale palikuandikwa alama ya mshale. Tukishagusa hapo ina load kwa kisha load hapa, ina hesabu tena the same tu na kule, lakini hii inatafutwa masaa, kwa hiyo ni nzuri zaidi, ambapo wewe unatafuta mtu yani hapa ndo same special kabisa. Utakuta kama simu tano simtano connect na wifi sehemu nzuri, and then unaweka video nane nane, imagine video nane Video nane ni nyingi, ni nyingi sana kwa video ta, kwa simu, yani simu sim, sim, video nane ni nyingi sana. Kwa hiyo hapa unakuwa unatazama, inajirudia moja hivi ambayo nitakuandikia hapo jina, inaitwa unataka usaji neno ambayo limeandikwa third eye. Unaona hapo inaonesha inaonyesha viewers kumi na nne tayari lakini Pote ni viazi kumi na nne pote pote ni viazi kumi na nne. Sasa ina maana kwamba hii ni sehemu ya kupata yale masaa elfu nne kwa kama una akaunti zako kama tatu ni ngapi? Ukizifanya hivi unapata masaa mengi kwa wakati mmoja na unaweza kuanza kulipwa na YouTube. Tukirudi nyuma, kuna kitu kinaitwa when the video ends it will play again automatically. Hii inamaanisha kwamba video ikitapokuwa inaisha Ita play yenyewe automatically. Sasa hapa unaenda ku set kama vile vile. Sasa hii ndo njia ambayo niko nakwambia, ama ni application special ambayo unaweza kutumia wewe katika upande wa nini, katika upande wa kutafuta masaa YouTube. Hii hapa ni kitu ambacho unataka kukosa. Ukiangalia hapa una paste link yako kawaida, and then unachagua window 8, hii ndo nzuri sana, and then unaweka huko, and then hapa hivi unaandika second anataka e, sekundi ngapi? Mm, video, video sema, kama tuseme ni kama kama video ya dakika tano ina maana ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni dakika mia tatu Tunagusa hapa tunaacha sasa. Hii ina maana tuna tunahesabu tuna, tuna, kila itakapokuwa inamaliza hapa dakika moja dakika, dakika, dakika, dakika tano inajirudia masaa unayapata, masaa mengi kwa masaa mengi, ndo kitu cha muhimu sana katika upande wa YouTube. So subscribers, subscribers hazina muhimu sana. Japokuwa ni moja kati ya kigezo ambacho nitakuwa ninacho. Okay. Usisahau video ambayo utakayofuata hapo, nitakuomba usubscribe pamoja na kuanza alama ya kengele ili kuweza kupata video nzuri kama hizi hapa. Hizi video huwezi kuzipata sehemu nyingine. Ndo nitakupatia hizi video kwa wakati mzuri kabisa. Ukiangalia hapa sasa hivi viewers ni 24 lakini bado bado viewers wako 24. Kwa hiyo imagine. Kwa hiyo, nakuomba basi usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Video tutakayofuata nitakufundisha jinsi ya kuweza kuwapata subscribers wengi tu kwa muda mfupi, kama utakao umefungua YouTube channel yako again, Bongo Information Technology. Asante.